Ndugu zangu, marafiki zangu, watazamaji na wafuatiliaji wa kipindi chetu cha motisha, kama ndio mara ya kwanza pengine unaangalia kipindi hiki, ni kukaribisheni kipindi cha motisha hii chaneli yetu ya Injili ya Furaha. Kwa wiki angalau tunafanya vitu vile vikubwa sana, ambavyo hatuwezi kuacha daima kuletea tafakari ya neno la Mungu, hasa masomo ya kila Jumapili na matukio mengine lakini sasa kipindi hiki tumeamua kila wiki kuanzia mwezi wa kumi kuwa tunakuletea kipindi angalau kimoja cha motisha. Motisha ni nini? Ni kupa motisha wewe fundisho fulani katika maisha. Inaweza ikagusa vijana, mtu mzima. Usipoguswa mtu mzima, kijana ataguswa. Usipoguswa kijana, atamsimulia mzee kama inamhusu mzee au mtoto. Ni kukaribishe sana sasa. Leo nataka tushirikishane kitu kimoja juu ya ule msemo wa Kiswahili kwamba njia ya mkato inakufikisha mahala kwa urahisi zaidi na kwa wepesi, na ndivyo ilivyo. Wanaona hapa, napokaa hapa mjini Tabora, tuna uwanja mashuhuri sana wa tangu zamani, unaitwa Chipukizi. Sasa pale bwana, kama sasa hivi kiangazi, ni kupambana na watu bwana, wameweka njia za mikato, yani badala ya huko sko ya uwanja hivi sio skoa rectangular maana yake, hivi sasa mtu anaona kuzunguka hivi barabara inakuwa ni mbali, ana akaamua kukatiza hapo, njia ya mkato inamfikisha haraka mpaka wakati muna kufuta bodaboda na mishikaki yake kama mitatu hivi, ti anaondoka, anapita pale, inashangaza <laughs> kweli. Inafikisha haraka, ile inaharibu ni wazi uwanja, lakini hivyo hivyo katika maisha pengine na hasa kwenu vijana ambao ndio mnatafuta ma maisha njia mkato ina changamoto zake. Kumbe nachoweza kusema ni kwamba pengine mafanikio ya kweli na hasa kwa watafutaji, hasa ninyi vijana, hayaji haraka. Tunaishi ni wazi, katika dunia ya vitu vya fasta. AI unauliza kitu kinakuja pap. Zamani ilikuwa tunaenda Google, lakini Google sasa hivi kwanza inakuchelewesha ni AI. Haya, mezani pale, unataka instant coffee ile kawa mara moja, unaweka unaweka maji ya moto pale, unakunywa. Unahitaji instant milk, maziwa unaweka mara moja na koroga, unakunywa. Naingia kwenye mashine ya kutafuta pesa, unaweka pesa nani kadi yako namba ya siri, huu manoti huu yanashuka chini, unakimbia unaenda zako <laughs> ndio ulimwengu tunao kwa nao sasa, ndio ilivyo. Lakini ukweli ni huu: njia za mkato pengine zimejaa mashimo, kwa kweli, na kila aliyejaribu kukimbia safari ya maisha kwa njia fupi amejikuta akipoteza zaidi pengine kuliko alivyotarajia. Kuna hadithi ya vijana wawili, labda kwa kufupi fupi kabisa. Tuanze na Baraka. Baraka alikuwa na ndoto kubwa Alikuwa kijana na alitamani kuwa mfanyabiashara mashuhuri. Alianza kuuza kwa vitu vidogo vidogo sokoni, urembo, anazungusha anazungushazungusha kwenye toroli, mara naenda vijiji jirani karibu na, na manispa, hapa Tabora, nauza sabuni, chumvi, pipi, urembo wa kina mama na kadhalika. Na kuna baadhi ya vijana walimcheka, wengine walimwambia, ah, we kijana, dunia leo sio ya kusubiri miaka mitano kufanikiwa, kuna njia rahisi ya kukimbia haraka. Lakini Baraka hakusikiliza hizo kelele, alijua thamani ya jasho lake. Kila siku aliamka mapema, akajituma, akaheshimu wateja wake. Basi akawa na hifadhi kidogo kidogo, lakini baadaye alifanikiwa kweli katika maisha. Alikuwa na rafiki yake Muro au Maro, hasa Maro alijulikana hapo mitaani huyo Maro mara mara yeye hakutaka kungoja. Alijiunga na kundi lilo haidi pesa ya kupata fedha haraka haraka kwa ulagai. Maro na wakuta wako kwenye kikundi cha vijana wana simu rundo na vile visimu vya katochi. Laini nyingi wanabadilisha badilisha, wanaweka wanaulagai pesa, wanapata pesa. Miezi mitatu michache tu, kama mitatu tu. Maro alikuwa na pesa nyingi sana. Mavazi anabadilisha kila siku, jeans za gari, tisheti za gari, makadeti ya bei nzuri, mpaka vijana wenzake wakaa wanasema ah, huyu ndiye kijana wa kisasa. Na kweli alionekana kijana wa kisasa, lakini niambie sasa, miaka ni miwili baadaye mara alikamatwa na kujihusishwa na biashara haramu. Alikuwa na biashara nyingine haramu zaidi ya hiyo, kuibia watu kwenye mitandao. Alishia gerezani akapoteza heshima yake, maisha yake yakaathirika, akapoteza marafiki na kadhalika na kadhalika. Tunajua mtu anapofungwa mambo yanakuaje. Ujumbe ni huu: mafanikio ya haraka hayadumu. Wakati mwingine, na hata ya kidumu, inaweza dhamiri yako ikakutesa mara utakapokuwa unakumbuka ulivyotumia njia ya mkato, na hata njia na hasa njia ya mkato ambayo ni mbaya kuingia kwenye ushirikina mfano uuaji, kuibia watu, mambo hayo yote hayana baraka. Pengine kanuni ya maisha ya mafanikio ni hii: bidii unajumulisha uvumilivu unajumlisha uaminifu, na matokeo yake ni mafanikio ya kudumu. Bidii, uvumilivu, uaminifu, unapata matokeo ya kudumu. Ndiyo maana Yesu mwenyewe alisema kila asikia asikia maneno yangu na kuyatenda atafanikiwa kama mtu mwenye busara ambaye amejenga nyumba yake kwenye mwamba. Tunasoma Mathayo sura ya saba aya 24. Ni wazi nyumba iliyojengwa juu ya mwamba, juu ya jiwe haiwezi ikatikiswa na upepo, hata dhoruba yote ile, na hata wezi ukakuta ina mipasuko mipasuko, iko imara kabisa. Ni nini faida za kusafiri kwa uvumilivu taratibu? Unajenga tabia ya uaminifu, watu wanakuamini kuliko utapeli. Unapata hekima na uzoefu, kwamba hapa nimekwama, hapa nimetoka una, hivi unapata hekima hata kwa washauri wengine, laki na lakini na uzoefu. Lakini unafurahia mafanikio yako kwa amani, kuliko pengine umetumia njia mkato, umemwibia mtu au nini. Ukimwona unakimbia, ukiona polisi unajua anakutafuta wewe, huna amani. Lakini unakuwa mfano wa kuigwa, hata mfano kwa vijana wengine, hata wazee wanasema, da yule bwana mdogo bana amepanda taratibu, tunamuona ameuza hiki kitu, baadaye akapanda, hivi akapanda, akawa na biashara hii, ninyi vijana muige mfano huyo. Ni mfano wa kuigwa katika jamii, ni kitu kizuri sana. Hasara tuangalie upande mwingine kama vile ambavyo kichere au koini na pande mbili. Hasara ya kwenda njia za mkato ukuondelea maadili, unaacha uadilifu, unakubali uongo, rushwa na pengine ulaghai, lakini uleta aibu na hasara. Wengi waliofanikiwa haraka haraka, baadhi au kama sio wengi, wameishia jela au wamefilisika baadaye. halafu Ukufanya mtumwa wa tamaa. Ukipata leo kwa njia haraka, kesho utataka zaidi, hadi mwisho unaishi ya kuangamia. Uwe mwangalifu. Tumalizie na maneno haya ya hekima. Aristoto, mwana falsafa aliyeishi kama karne mbili tatu kabla ya Yesu, aliwahi kusema hivi: uvumilivu na uchungu mwanzoni, lakini matunda yake ni matamu sana uvumilivu na uchungu mwanzoni lakini matunda yake ni matamu sana. Benjamin Franklin Marekani huyo alisema hivi na nukuu. Hakuna njia ya mkato kuelekea sehemu unayostahili kufika. Hakuna njia ya mkato kuelekea sehemu unayostahili kufika. Wewe danganya tu hata kwenye mane kijana shuleni mitiani na nini, lakini utafika, mara performance itakupiga chini. Uwezo wako wa kutenda utakuwa mzuri utakuwa na fedha sawa, umeiba na nini, lakini ndani utakuwa unajua ulichokifanya. Utapata amani? Mzee wetu Nelson Mandela pomzike kwa amani wa Afrika ya kusini South, aliwahi kusema hivi na nukuu, nilijifunza kwamba mafanikio ni matokeo ya kujitolea na kushinda hofu zako. Mafanikio ni matokeo ya kujitolea na pengine kujitoa mhanga na kushinda hofu zako alivyoshinda hofu akavumilia akafungwa na kadhalika, lakini akafanikiwa. Lakini na kwenye Biblia wa Ibrania sura ya kumi na mbili mstari wa kwanza unasema hivi: tukimbie mbio zilizo mbele yetu kwa saburi. Wito, na hasa kwa vijana kabisa, tumalizie vijana wadogo zangu, dunia inatuambia harakisha, lakini Mungu anatufundisha vumilia. Mafanikio yanayodumu yanahitaji muda. Mtu anayependa haraka huanguka haraka, lakini anayepanda hatua kwa hatua atafikia juu kwa hakika, kama Baraka kijana tuliyemsikia. Chagua njia ya jasho, si njia ya ujanja. Chagua njia ya hekima, si ya haraka. Chagua safari ya ukweli, si ya udanganyifu. Usiogope kuchelewa kufanikiwa, Ogopa kufanikiwa vibaya. Nikutakia wakati mwema.